Naitwa Dr. Brighton Mushengezi, ni daktari bingwa wa magonjwa ya ubongo mishipa ya fahamu na uti wa mgongo. Napatikana katika Hospitali ya Taifa ya Muhimbili tawi la Mloganzila. Leo napenda tuzungumzie ugonjwa wa kutetemeka uh, ambao kitaalamu unaitwa essential tremor. Huu ni ugonjwa ambao uko katika kundi la magonjwa ya, ya, ya, ya, ya kutetemeka, niseme kwa sababu magonjwa ya kutetemeka yapo mengi sana, lakini tatizo la kutetemeka la namna ya essential tremor ndilo hasa ambalo linaonekana kuongoza uh, magonjwa hayo ya fundi hilo la magonjwa ya kutetemeka uh, hili ni tatizo ambalo linawakumba watu wote wa kike na wa kiume, na hasa hasa linaonekana kwa watu wenye umri wa miaka kuanzia 40 na kuendelea lakini watu wa, wa, watu wenye umri mdogo chini ya hapo baadhi yao wanaweza kupata hilo tatizo. E, tatizo la kutetemeka ni tatizo ambalo linaathiri e, maeneo mbalimbali ya mwili wa binadamu, hasa hasa tunaliona kwenye vidole vya mikono mikono e, yenyewe miguu, sauti, pamoja na kichwa kwa hivyo kuna wagonjwa ambao wanaweza wakawa na tatizo hilo kwenye mojawapo hivyo viungo ambavyo nimevitaja, lakini wengine wanaweza wakawa na matatizo hayo kwenye kwa combination mbalimbali ya hayo maeneo niliyoyataja, na wengine wanaweza wakawa na vyote, akawa na tetemeka sauti, mikono, miguu, kichwa na kiwiliwili kwa ujumla. Eh, ugonjwa huu chanzo chake hakiko wazi sana. Kuna asilimia kama hamsini ya hili tatizo linaambatana na na masuala ya kijenetiki maana yake ni ugonjwa wa kurithi. Kwa hiyo asilimia kama hamsini ya wagonjwa wenye tatizo hili tunaona kwamba wanakuwa na historia ya kuwa na wazazi ama e, mababu zao ambao walikuwa na tatizo kama hilo, lakini asilimia nyingine ni wagonjwa ambao huwa wa hawana historia ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya kijenetiki na huwa hawana sababu nyingine mojawapo ya vitu ambavyo vinaweza vikawa ni kisababishi cha tatizo hili ambavyo vinatibika kirahisi ni tatizo la kuwa na homoni nyingi ya thyroid. Kwa hiyo um, mgonjwa kama na hili tatizo inakuwa ni vizuri akapima homoni ya thyroid. E, kuona kama ndiyo kisababishi cha tatizo hilo ama la, kwa sababu hilo huwa linatibika vizuri kwa tunapozungumzia tatizo la kutetemeka la aina ya essential tremor E, dalili zake ni kwamba zinatokea zaidi pale mgonjwa anapokuwa anataka kuteza jambo fulani kutumia mikono yake, kufanya jambo fulani. Kwa hiyo tunaita action tremor, kwamba anapotaka kushika kamba za viatu, kufunga viatu, au anapotaka kushikiza vifungo, au labda kwa watu kama manesi wanapotaka kuchoma sindano kwa wagonjwa, ndipo anapoona mikono yake ina, ina hali ya kutetemeka sana uh, kuliko kama akiwa katika hali ya kawaida ya utulivu. Hii ni namna tofauti na aina nyingine za kutetemeka, kwa sababu aina za kutetemeka ziko nyingi. Nyingine ambazo kwa wakati huu anaweza kawa anatetemeka akiwa tu katika hali yake ya kutulia, lakini aina hii ni kwamba ukitulia, dalili za kutetemeka hazionyeshi, lakini unapotaka kutenda jambo fulani, ndipo hasa unapoona zile dalili za kutetemeka. E, kwa ujumla tatizo hili mtu akishalipata linakuwa ni li, la kudumu, lakini matibabu yapo. Matibabu yake e, dawa zipo, yanahusisha yana zaidi ku, ku- control dalili za tatizo, kupunguza ile hali ya kutetemeka ama kuiondoa kabisa, lakini ni mgonjwa anapokuwa kwenye matibabu haya anahitajiwa kwenye dawa karibia muda wote, maana anapoacha dawa ama anapomeza dawa ile dawa ikaisha nguvu tatizo zile dalili za kutetemeka zinaanza kujitokeza tena. Kwa hiyo ni tatizo ambalo likishaanza na ikaonekana kwamba hakuna chanzo maalum, kama vile nilivyosema thyroid hormone kama haihusiki, mara nyingi utakuta kwamba mgonjwa huyo anahitaji kwenye dawa za mwendelezo eh, kwa maisha yake yote, ili kudhibiti dalili hizi za kutetemeka na kumsaidia mgonjwa huyo aweze kufanya kazi zake vizuri, kwa sababu kwa sehemu kubwa tumeona kwamba wagonjwa wenye tatizo la kutetemeka huwa wanashindwa kufanya kazi zao ndogondogo kama vile labda kufunga viatu, kamba za viatu ama vishikizo vya nguo. E, na kazi nyingine ni ndogondogo ambazo hasa zinahusisha mikono, na vile vile athari zingine wanazipata kwenye sauti. Kama ni mtu ambaye ni mtangazaji anaweza kashindwa kufanya kazi yake utangazaji, kwa sababu sauti inakuwa inatetemeka, lakini eh, matibabu yapo ya kudhibiti hizo dalili. E, na yanapatikana katika hospitali zetu mm hizi -hmm. Mojawapo ni Mloganzila, wataalamu wako na dawa zipo. Kwa hiyo kama wagonjwa wanaona wana dalili hizo za tatizo la kutetemeka, tunawashauri sana waweze kufika hospitalini kwa ajili ya matibabu zaidi. Asanteni.